Katika kuhakikisha mashirika yasiyo ya, ya kiserikali yanafikia malengo yake kiutendaji, kampuni ya GF Automobile imeingia makubaliano na Baraza la Taifa la mashirika yasiyo ya, ya kiserikali NaCoNGO kusaidia kufanikisha miradi wanayotekeleza kwa wakati. Baraza la uh, Taifa la mashirika yasiyo ya kiserikali NaCoNGO eh, leo hii tarehe 25 uh, Machi 2025 tunaingia makubaliano ya kimkakati Yani, strategic MOU na kampuni ya Kitanzania GF Trucks. Pamoja na mambo mengine, makubaliano haya yanalenga ya kuimarisha ushirikiano na mshikamano e, kati ya NaCoNGO ikiwakilisha sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali Tanzania bara na kampuni hii ya GF Trucks e, makubaliano haya yanalenga ya kuimarisha ushirikiano huo ambao tumeeleza katika maeneo ya uwajibikaji wa kampuni kwa jamii, yaani kwa maneno mengine tunaita CSR, uh, maendeleo ya jamii na kushirikiana kwa manufaa ya pande zote mbili, yaani NaCoNGO ikiwakilisha sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali na kampuni ya Kitanzania ya GF Truck ili kuweza kufikia eh, maslahi yetu ya pamoja katika kuchangia maendeleo ya, in, ya nchi yetu Tunaamini kuwa ushirikiano huu utaleta e, mchango chanya e, kwa sekta ya mashirika sio ya kiserikali Tanzania, tukiangazia sana sana katika uendelevu. Tunaangalia namna gani sekta ya mashirika sio ya kiserikali inakuwa endelevu, na uendelevu huo unapatikana pia kwa kufanya kazi na makampuni binafsi, yaani private sector private sector ina mchango mkubwa sana katika nchi yetu, lakini kwa mashirika yasiyo ya kiserikali, kwa sisi kama sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali, tunawashukuru sana kwanza kwa kuona umuhimu wa kuingia makubaliano na NaCoNGO na lakini kusaidia kwenye sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali, ili tuweze kwa pamoja tuweze kuisaidia nchi yetu. Eh, kusonga mbele, sisi tumefurahi kwa sababu tumekuwa kwenye cooperation na NaCoNGO, because tunataka kusupport serikali yetu, na wakati tukisupport serikali tunawasupport na NaCoNGO, na hao wenyewe wanatusaidia wanchi wetu wa Tanzania. Ndio maana tunataka nchi wenyewe watu wapande juu kidogo, sisi wenyewe wa Tanzania tunataka wanchi wetu wapande juu, lifestyle ina improve, na hata wakipata kazi nyingine tunapata, tunawapa training sana ndio maana wanaweza kufanya hata kazi sehemu zingine, kuna Assembling plant manufacturing. Hiyo mama yetu anataka tufungue assembly, tufanye manufacture, tusaidie wanchi wetu wa Tanzania. Ndio maana hata tunataka kuwapa training wana, wanaweza ku, hata wakitoka kwetu wanaweza kuenda sehemu zingine kupata kazi zingine. Sisi tuna project ya VETA watu, watoto wengi wanamaliza university hawana sehemu za kuenda, hawapati haw, haw, kazi hawapati experience ndio maana mwezi sita iliyopita tumehaya watoto kutoka VETA wamegraduate kwenye workshop engineering, na ndio maana tumewahaya kwetu, tumewapa training, tumewafundisha vipi kufanya service ya gari za Hyundai, Mahindra Fao. Ndio maana sasa hata wakienda sehemu zingine wanaweza kupata, wanaweza kupata kazi zingine ya.